Wanasema, utajiri mkubwa duniani ni afya. Matumaini yangu ni mzima wa afya, na Mwenyezi Mungu ametukutanisha tena kwenye siku ya leo, ambapo leo mezani kwetu tumefikia na habari tuliyokuwa nayo sasa inasema. IGP Wambura, hatutakubali amani ivurugike kisa kisingizio cha uchaguzi. Itakumbuka kwamba mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Tundu Lissu amesema lugha inayotumia chama hiyo ya no reforms no election, hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi, imekuwa kali kwa sababu wanataka mfumo wa sasa wa uchaguzi ufanywe mabadiliko, kwa madai siyo rafiki kwa upinzani. Lissu ameeleza hayo Machi Liso ameeleza hayo Machi mbili elfu mbili na ishirini na tano wakati akizungumza kwenye kikao baina ya viongozi wakuu wa Chadema na wajumbe wa jukwaa la wahariri Tanzania TEF kilichofanyika makao makuu ya chama hicho Mikocheni, Dar es Salaam. Kikao hicho kimelenga kupata tafsiri sahihi ya kampeni ya Chadema ya no reforms no elections, ikishinikiza serikali ifanye maboresho ya mfumo wa uchaguzi kabla ya kuingia uchaguzi mkuu Oktoba 25 . Alisema kampeni hiyo ilipitishwa na kikao cha uchadisembabtt eubilia 2sh4 chinia wenyekiti wa fma Mboe na kuungwa mkono na mkutano mkuu wa Januari 21, 2025, ambao nao uliongozwa na Mboe. Mkutano mkuu huo ndio ulichagua Lisu kuwa mwenyekiti kwa kura 512 dhidi ya kura 482 alizozipata Mboe, ambaye akiongoza chama hicho kwa miaka 21. Katika mkutano huo na wahariri Lisi amesema kwa nyakati tofauti tume zinazoundwa na marais wa staafu ikiwemo ya Jaji Francis Nyalali na Jaji Joseph Warioba iliyopendekeza kuwepo kwa mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi. Amesisitiza Chadema haijasema itasusia uchaguzi bali itazuia uchaguzi. Hatujaremba remba hapo. Tutaalika Watanzania kuungana nasi kupinda, kupinga mabadiliko hayo. Hivi karibuni viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi sistem, Akiwamo makamu mwenyekiti baraza Stefano Wasira alisema uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 utafanyika kama walivyopangwa na wala hakuna chombo chochote cha serikali kinachoweza kuukwamisha. Mwanasiasa huyo alisema wanaosema pasipo mabadiliko haufanyika wanaota ndoto ya mchana, huku akiwaomba Watanzania kuendelea kujiandaa na uchaguzi huo. Wasila alieleza hayo Februari kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano katika mkutano wa hadhara uliofanyika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, akisema licha ya msimamo huo wa Chadema, uchaguzi utafanyika baada ya tume huru ya uchaguzi kutangaza tarehe kama ilivyopewa mamlaka ya katiba ya nchi. Sisi ni wadau wa uchaguzi, kazi yetu ni kuitumia dola kuleta mabadiliko ya watu. Kwa hiyo hatuwezi kuambia hakuna uchaguzi wao. Kama wanataka kuingia kwenye uchaguzi, bahati mbaya sisi tunawakaribisha maana, uwezo wa kushinda tunao wanatusingizia sisi, mwanaiba tunaiba nini sasa? Mimi nataka kuambia hakuna mtu mwenye mamlaka kuahirisha uchaguzi. Hakuna, hakuna chombo chochote kiwe cha serikali au cha nani kinachoruhusiwa kuahirisha uchaguzi. Ibara ya arobaini na moja sehemu ya nne katiba inaipa tume mamlaka ya kutangaza tarehe ya uchaguzi, na wakati utakapofika tume itatangaza tarehe ya uchaguzi, amesema mbali na Wasira. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan akiwa ziarani mkoa wa Tanga, aliwahamasisha wananchi kuendelea kujitokeza kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura, na wakati ukifika wa kupiga kura wajitokeze kwa wingi pia mnamo Februari 27, 2025, mwanasiasa mkongwe Tanzania Dr Wilbert Sla mwenye umri wa miaka 76 amesema anapigania kuondoa sheria zote mbovu na ni kati ya watu wanaosimama na no reforms, no election na msimamo wake unajulikana. Dr Wilbert Sla amezungumza hayo Februari 27 baada ya mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kuieleza mahakama ya kimumkazi Kisutu kuwa hana nia kuendelea na shauli hilo dhidi yake. Mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Kalmus Wambura amesema jeshi hilo halitakubali mtu yoyote kwa sababu yoyote avuruge amani ya nchi kwa kisingizio cha harakati za uchaguzi. IGP Wambura aliyasema hayo Machi saba 2025 wakati wa kufunga mazungumzo ya uongozi mdogo wa jeshi la polisi kwa ngazi ya sajini na kopro katika kambi ya Kilelepoli wilaya ya Siha mkoa wa Kilimanjaro. Jeshi la polisi tunatamka wazi kuwa hatutokubaliana na hatuko tayari kuona mtu yoyote anaivunja amani ya nchi hii na kusababisha vurugu au kufanya vitendo vyovyote viovu kwa kisingizio cha harakati za uchaguzi. Lazima muda wote wa Tanzania na watu wote waishi kwa amani na usalama katika maeneo yao, amesema IGP Wambura. Amesema jukumu la kulinda amani lipo mikononi mwa askari wote nchini wakiwemo wahitimu hao ambao wanapaswa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha usalama wa raia, kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa madiwani, wabunge na marais utakaofanyika Oktoba 2025. Aidha, amewataka wahitimu hao kuzingatia nidhamu, weledi na kuendelea kujifunza ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Hafra hii inanikumbusha maneno ya Biblia kutoka Mithali 4:13, mkamate sana elimu usimwache ende zake, mshike maana, yeye ni uzima wako. Hii inasisitiza umuhimu wa maarifa na mafunzo haya, ambayo yameandaa si tu kwa kazi ya polisi, bali pia kwa maisha yenu kwa ujumla, amesema. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya polisi Moshi, Ramadhani Mungi, amesema mafunzo hayo yalifunguliwa Desemba 10, 2024 na, na kushirikisha wanafunzi 275 mbili, wakiwemo sajini elfu moja mia nane na ishirini na kopro mia amesema wanafunzi ishirini na tatu waliondolewa kwa sababu ya utovu wa nidhamu na kushindwa kumudu mafunzo huku wahitimu waliobaki kujifunza uongozi, sheria, usimamizi wa haki za binadamu na utoaji wa huduma bora kwa jamii. Wahitimu hawa sasa wanarejea kwenye vituo vyao vya kazi wakitarajiwa kutumia maarifa waliyopata kuimarisha utendaji wa jeshi la polisi na kulinda usalama wa raia, amesema SACP Mungi. Kuhusu waliotimuliwa kwa utovu wa nidhamu, IGP Wambura ametaka wafuatiliwe nyendo zao kwani kama wameshindwa huko jeshini hata walipo wanaweza kuendelea na vitendo hivyo. Katika hafla hiyo, baadhi ya askari walionyesha igiza la majukumu ya ofisa wa polisi wakati wa uchaguzi, hususan kabla na baada ya upigaji kura, likisisitiza umuhimu la kila mmoja kufuata kanuni na sheria za uchaguzi.